Mwanamume akiwa na wewe peke yako ukimpa stress mm. Okay. Akienda hasira zote anarudisha kwako, lakini akiwa na mwingine ukimpa stress akienda kule anatulizwa anarudi apoa, ndo kawaida tena, tena, hii hii, hii, hii, wanapaswa wanawake waifahamu vizuri sana mm. Hata wale ambao wana dini ambayo hairuhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja ukisikia ukisikia mm. mume wako ana mtu mwingine usichukie sana, kwa sababu ukimkera nyumbani akienda kule akitulia kidogo, anapokuwa njiani kurudi huwa ana feel guilty, yani sika vile nikusaliti hivi mm. Kwa kale ka guilty kale hu kanafanya narudi mpole okay. Kwa hiyo wakati mwingine wale pembeni huwa wanasaidia kujenga amani ya nyumbani bila nyie wenyewe kujua. Sasa, hapa, kidogo, sasa kwa sisi ambao tumeoa kihalali mm, huwa ni zaidi okay, kwamba unatoka huko amekutibua, ukienda huko unapoa, unarudi mzuri, kwa hiyo huyu anasaidiwa matatizo yake kutatuliwa na huyu wakati mwingine okay. pia na huyu anasaidiwa na huyu, kwa hiyo inakuwa ina balance. Kwa hiyo Maryam bi mdogo atulie na kama. Hapa pia ninaelewa kwa nini zile ndoa za kimila <laughs> eh, zimeruhusu mke zaidi ya mmoja. Kwa kawaida mwanamke huwa anakuwa mke bora mara nyingi, kwa siku zisizo zidi 15, excuse you. Yes mm -hmm. zile 15 zingine huwa ni sawa sawa na mwanaume hana mke mm. Naweka vizuri wala usiwe na haraka mm -hmm. Mwanamke ana kipindi chake cha ada. Nikisema hivyo mnanielewa mna vizuri? tumeku iliwa, tumeku iliwa. Wengine siku tatu tano mpaka saba sawa, yeah. sawa. na mara nyingi ni kati ya tano mpaka saba mm -hmm. Tatu huwa ni wachache sana. Kwa hiyo unapozungumzia siku tano mpaka saba, maana yake kwenye mwezi ushatoa robo nzima, ambayo mwanamume kuna vitu atavikosa kwa mke wake yeah. sawa eh? mm -hmm. Tumetoa siku saba hizo mm -hmm. sawa Kabla siku tatu kabla ya zile siku zake za ada na siku tatu baada ya siku zake za ada huwa kuna mabadiliko ya kitabia, yaani emotional changes yeah. kwa mwanamke mm. kwa sababu anakuwa na mabadiliko ya kihisia, anakuwa na mabadiliko ya kitabia. Kwa hiyo mwanamume huwa hampati yule mke wake asili katika zile siku tatu hadi nne kabla ya siku zake za ada na siku tatu hadi nne baada ya siku zake za ada kuna wengine katika zile siku tatu kabla ya ada huwa anakuwa na matamanio makubwa sana, na ukali mwingi, hasira nyingi, kwa sababu anakaribia zile siku zake. mm. Mwingine akimaliza zile siku zake anakuwa hivyo, ukali mwingi, anabadilika badilika, haieleweki, mudi zina change ovyo. Hii iko scientifically. Sasa hizo siku tatu kabla na zile siku nne baada ni saba na zile siku saba labda ipo ndani ya ada yake ni saba. Hizo ni siku kumi na nne. Mume hana mkewe, yani ana mwanamke ambaye yuko na tabia za tofauti tofauti tofauti. hmm. Inaeleweka nini? Yes, nini kimesababisha uhum? Sasa lakini wakati huo huo anahitaji mtu, ndio maana akiwa na wawili, wakati wa zile siku kumi na tano uko vizuri, yuko na wewe 15 hauko vizuri yuko na wewe kimwili, anakufariji kwa sababu anajua changamoto zako ni zipi. Mm. Lakini anapata mahala pengine pa kutuliza nafsi yake. Sawa. Ndio maana ukipata mke mwenzio shukuru, anakusaidia kwenye zile siku 14 zingine. Sasa, hapa, hapa, I, mwa, yani mwanaume kuwa na mke zaidi ya mmoja wanawake, yani kwamba ni swala pia la kitiba. la kitiba, yeah, kitiba utaliungia humo humo yeah. Yes. Utaliungia na hili ilo kuuliza u unawamudu vipi wanawake <laughs> wote watatu? <laughs> labda nimaliza na lile kwamba mwanamke ukiona mmeo ameoa mke mwingine ni faida sana kwako, ni faida kwako kwa sababu kwanza anapata mahala pa kukupima yaani wanaume huwa tunakuwa na wanawake, alafu tunalaumu tu sana, hatujui mazuri yao. Sasa ukipata mwingine akakupasua zaidi, ndo unajua mazuri ya huyu. Kama hujapata mwingine, huoni mazuri ya huyu kwa vile inavyostahili kuyaona. Kwa hiyo, wakati mwingine, mwanamke, kama unajiamini uko vizuri kwa mumeo Unampa heshima yake anavyostahili, unampa huduma anazostahili. Hebu mpe nafasi ya wewe mwingine, ili akapasuliwe kule, aseme aise, kumbe nina kifaa nyumbani mm-hmm. bila kwenda kupima kwingine, nakuwa wakati mwingine hajui maskini, kama ana neema kubwa kiasi gani pale nyumbani. Kwa hiyo usione vibaya akienda kuongeza mke mwingine wewe, madhali kama, kama hujiamini sawa, ila kama unajiamini umeenea sekta zote nyumbani kwako, acha aende. Mm, atakayoyaona ata huko anasema aisee, kumbe na mtu huku nyumbani, ila tu namchukulia poa. Ndio pale thamani na mapenzi huwa yanaongezeka. Sawa sawa. Kwa hiyo usichukie wewe ukiona ameenda, kama hujiamini sawa, ila kama unajiamini umeenea yengo zote, acha aende. Relax. Relax. Atarudi mwenyewe na akija <laughs> anakuja kusimulia kisha mtibua, mm. Kule anakuja kusema na nakwambia mke mkubwa, kumbe nina kifaa ujisikia. Kuna ule usemi unasema, kuna wakati mchepuko unakuzingua hadi unatamani uje mkeo, ndio hivyo anabaki, unaguna tu wanawake bwana, rafiki so, uh, yangu bwana, kumbe yeye. yeah, yeah. Okay, ukisikia mtu anakwadisia <laughs> ama ni rafiki yake sometimes, ni yeye mwenyewe. Na hilo ndo swali la msingi ambalo mm, nafikiri vijana wengi wanatakiwa wasikie. Mm, kwanza huwezi kuwamudu wanawake, lakini pia hauhitaji kuwamudu wanawake ah, na hapo ndo kwenye shida. Ukitaka umudu mwanamke, hautomuweza, hakuna aliyewahi kumweza na wala hajawahi kuwezekana mwanamke mtu kumudu mwanamke ah. Ila unachotakiwa kufanya ni kumuelewa mwanamke na kumkubali mwanamke kulingana na mapungufu yake yale alionayo, halafu unakubali kuishi nayo kwamba haya ni mapungufu yake aliyoumbwa nayo na mimi nina ya kwangu that's it. Ah, ndio maana kuna ile kauli wanasema yani kuchukuliana. Kwenye Biblia tunaambiwa tusamehe makosa saba mara sabini, maana yake ni makosa 490 na mm, mm, naam Waislam tunafundishwa tuwasamehe wanawake makosa arobaini kwa siku, yani kila siku inabidi si tuwasamehe nyie makosa arobaini. Yes. Sasa ukiona vitabu vya dini vimeandika hivyo, maana yake ni kwamba ni kweli, hayo makosa nyie mnayo. Mm. Lakini ni makosa ya kimaumbile, hampaswi kulaumiwa sana, mnapaswa mrekebishwe tu, lakini msilaumiwe sana, kwa sababu hata sisi wanaume tuna makosa yetu ya kimaumbile, na sisi tukilaumiwa sana tunachukia, tuna hiyo niweke vizuri. Mwanamke yeyote ukitaka kuishi naye, wala sio kazi kubwa, muelewe mm. Halafu kubali, yaani ukitaka kulazimisha kumbadilisha utaumia wewe. Muelewe kwamba huyu ndio mwanamke. Tukitoka asubuhi, ataanza kuamka yeye, atajiandaa, atamaliza, nitaamka mimi, tuanze kutoka, mimi nitajiandaa, nitamaliza, halafu yeye atakuwa bado <laughs> sijui unaielewa hii. <laughs> Ataanza kuamka yeye, atajiandaa kabisa, na nakwambia mimi niko tayari, jiandae twende. Utaamka, utaenda kuoga, utajiandaa. Haya, twende. Bado sijafanya hiki, bado kuna hiki na kuna, bado kuna hiki mm. huyo ndio mwanamke sasa. Ukitaka ugombane naye kwa hilo, utafeli, lakini ukimwelewa, ndio pale utasema umemudu. Kumbe issue sio kumudu, okay. ni kwamba umemwelewa na umekubali mapungufu yake mm. advantage iko hivi We, ukimwelewa na ukayakubali mapungufu yake, hadi aka notice kwamba kweli huyu jamaa amenielewa na anayakubali mapungufu yako, na yeye sasa ataanza kujifunza kuyakubali mapungufu yako. Hmm, ndio maana mimi, mimi mbavu wangu tu, sijui tunaongea kiutani, tunacheka jambo ambalo kwa wengine lingeleta maumivu mazito lakini kwa sababu sasa mimi nayakubali mapungufu yake na yeye akubali ya, ya kwangu. unaposema na hapo, unaposema kiutani, unakuwa umemaanisha hapo? maana kwenye tamaa nasikia najifichia kwenye kivuli cha dini hapo. Ukweli halisi ni kwamba dini, tunajificha tu, kwa sababu hata kabla ya dini walikuwa wanaoa mke zaidi ya mmoja. ni kweli? na ndio maana ndoa ndo za kimila zinaruhusu mke zaidi ya mmoja, tena zenyewe haziweki idadi. Hata ukioa thelathini yani arobaini, hiyo ni wewe tu uweze kuwahudumia ku, kuwahudumia mm. na kuwahudumia ni nini? Kuwahudumia ni kuwaelewa. Ili ndio neno ambalo ningependa kuambia wana, wanaume. Kumhudumia mwanamke, hatua ya kwanza ni kumwelewa. Binadamu kwenye ubongo tulipewa sehemu inaitwa verbal area, ni sehemu inayo kontrol mazungumzo au kuongea. mm. <laughs> mwanamume alipewa moja upande wa kushoto, mwanamke alipewa mbili kulia na kushoto. mm. Kwa hiyo mwanamke ataongea sana sasa, unakuta mwanaume... ah, huyu mwanamke bwana anaongea kweli pasua. Sasa asiongee, ndo kaumbwa hivyo e. Okay. Mm. Sasa utagombana naye, ndo kishaumbwa hivyo mm. Sasa ukimuelewa, unafika nyumbani anaanza kuongea, unasikiliza anaongea mpaka anamaliza, bwana hamna lingine <laughs> umeanza umeanza utani ah, ongea maliza tu mpaka la mwisho sema tu, hatimaye anakuwa hana la kuongea yeah. haujibu hata moja lakini yeye katoa yote, halafu maisha yanaendelea. Ndo so, nikasema, yana ishu, sio kumudu mwanamke, huwezi kumudu mwanamke. Ishu ni kumwelewa na kumkubali. Ukishafanya hivyo, automatically naye atajifunza kukuelewa na kukukubali, na ndio maana huwa anapenda kusema kwamba mwanamke, mwanamke ni kama ni kama maji. Hebu mfano huo anaotoaga sana, mwanamke ni kama maji, yani anaweza akaeka shape yoyote unayotaka Unajua, maji ukiamua kuyatia kwenye chupa linalofanana na chui, ukayagandisha utatoa sanamu ya chui. Ndio. maji ukiatia kwenye glass ukagandisha utatoa shape ya glass. Yaani maji yanabadilika, yana shape mm. kulingana na vile yanavyotengenezwa. Na mwanamke ni hivyo hivyo. Mimi nimeoa wanawake wa pole, nimeoa wanawake wa kali, nimeoa wanawake wa korofi, lakini ukiwatazama baada ya kuwa shape, hauamini kama ndio wale ambao niliwakuta, vile nilivyowakuta. Kwa hiyo niwaambie tu wanaume kwamba wanawake ni kweli ni pasua kichwa, na nitakwambia ni pasua kichwa kwa sababu gani? mm -hmm. lakini niwana, ni, ni viumbe ambao unaweza kuwa shape unavyotaka wewe, as long as umuoneshe mapenzi ya kweli ambayo hajawahi kuyaona mahala pengine popote. Sure. Wow. shida inakuja hivi mwanamume yeye tafsiri yake ya mapenzi ni kutoa zile huduma za msingi kwa mke wake, yeye ndo anajua sha kupenda mm, kwamba avae alale ale pazuri, aende shopping, anamwazia nyumba nzuri, anamwazia pesa ya matumizi, anamwazia watu waende shule nzuri, yani kwa mwanaume hapo, yeye ndo kisha penda, kamaliza mm. Kamaliza mm. Kamaliza na yeye anachohitaji kwa mwanamke ni utii tu yani, mwanaume wewe ukimtii yeye ndo anajua umempenda mm, mm. Na hili ningependa niliweke vizuri. Yani, hizi meseji zenu za kuambia umezenu I love you, I love you hazisaidi, no, no. Baadaye waulizeni tu kama ni kirafiki hivi hivi ni kuambia I love you, how do you feel? Mara nyingi hamna chochote anachofeel ha, eh, hivyo hakunaga chochote cha maana tunacho feel, tunawambia tu I love you tu, we mwanamke ukiambia I love you una feel, mwanaume ukiambia I love you hainaga maana sana psychologically. Mwanamume ukimtii yeye ndo anajua umempenda okay. Wanasaikolojia utii una uzito kuliko lile neno I love you, yani utii ndio mapenzi kwa mwanamume hmm. Yani wewe ukimtii yeye ndo anajua ndo unampenda hmm. Good. Mapenzi mwanaume anayatazama kwenye utii hmm. Lakini bahati mbaya zaidi, utii huwa unazua tamaa, yani mwanaume ukimtii anaamka anaham, zile tamaa zake kwako na hili naomba mm -hmm. niliweke vizuri tena. Hili naomba wanawake mnielewe vizuri, nitaongea na wanaume baadaye, lakini naomba naambia wanawake vizuri mm -hmm. unaweza ukajiuliza kwa nini baba mzima na uwezo wake handsome, ana pesa, ana cheo, ana mke mzuri, mashallah, halafu anapita na house girl mm -hmm. haya maswali mnapenda kujiuliza sana, halafu majibu amyapendi, majibu amyapendi mm -hmm. mwanamume unapomwonesha utii huwa nywele zake zinamsimama hivi mm -hmm. Na tamaa inawaka. Sasa vile vile vibinti vile vya vi vi nyumbani huwa vinaitabia baba iki tayari baba sijui hivi na hivi baba yaani, ukale ukaleka unyenyekevu kale ndio huwa kanaamsha hisia na tamaa kwa wanaume. Unachotakiwa kufanya mwanamke, mshinde yule house girl. Yaani ukiona anafanya yale, hebu piga mara mbili yake. Tena tena, mtu ambaye hana house girl, hebu jaribu kuajiri house girl kutoka kijijini, alafu ona anavyo behave kwa mumeo, wefanya mara mbili yake, halafu utakuja kuniambia hapa, utasema okay. mm, utasema Dr. Mwaka ndo mchawi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. kwa. unajua kusubiri kwanza. <laughs> nimeelewa kwa nini Jimi amepiga. Jimi aliwahi kuuliza swali moja kwamba kwa nini wanawake ukitaka kuleta house girl, ambaye kimuonekano yes, kuliko mkeo. Hey. Hey. Akiwa, pali, hey. ana uonekano mzuri ulio mke mke, huwa anaachwa. Kinachobakiaga pale ni kwamba kabinti kanamtii yule mzee, anakaibukia tu usiku, lakini kwa sababu labda mtazamo wake anaona hauendani na wako wake na mke wake, anabakia siri siri hmm. Lakini akiwa na kashepu kazuri kidogo hmm. mama unaachwa hey. yule anaolewa ni kweli, sio uongo kwa hiyo hilo hilo balo ni jambo ambalo ningependa likae vizuri. Mwanaume yeye ukishamtia, anajua amempenda. Twende kwa wanawake sasa, hapo sasa, kwenye utii Kweli nitakutii, lakini sasa umeniletea istizai kutwa nzima na kuambia huduma hakuna vurugu mechi hu mm, nijali huo utii utatoka wapi? Kikawaida kabisa, ukirudi lazima nitakupokea na hasira, lazima ulo utii kwa namna fulani hivi utapungua ama utapotea. Unajua kuna mambo mengi wakati mwingine anawafanya wanawake wanapoteza hata hiyo hali ya utii, mnasema mnaenda kuupata huko. Ninaomba nikusaidie, kuna ukweli mwingi sana kwenye ulichozungumza. Vizuri hapa kwa sababu kuna haki na wajibu kwenye kila jambo so, so, lazima mwanamke kabla hajadai haki zake atimize wajibu wake so, so, na mwanamume kabla hajadai haki zake atimize wajibu wake. Ingekuwa so, so, hivyo kwenye ndoa zote, wala msingesikiaga mgogoro wowote ule. Shida ni kwamba mwanamke anadai haki kabla hajatimiza wajibu, kama vile wewe unadai mshahara wakati kazini ukuja yeah na mwanamume anadai haki kabla hajatimiza wajibu vile vile, kama vile unakaa nyumbani mwezi mzima, afu mwisho wa mwezi unaibuka unataka mshahara. Mgogoro unaanzia hapo. Lakini naomba nirudi kwanza hatua moja nyuma, Mariam. Umesema mme huduma zinasuasua, lakini unatakiwa umtii. Treatment tuseme ule ukweli, house girl wa kawaida Tanzania mshahara wake shilingi ngapi? Thelathini, thelathini. Thelathini. Thelathini. Thelathini. Thelathini. Na bado anaweza kutii. Mm. Yeah. Tufungue macho tu. Shilingi elfu thelathini. Mm. Na bado anaweza kutii. Wewe umepewa nyumba nzima ukae, kwa sababu tu pamekosekana mchele huwezi kutii, kwa sababu umekosa iPhone 5 huwezi kutii. No, sio sawa. Yule ni msichana wa kazi, yuko kazini, mimi ni mke. Sasa sasa ndio hapo Elina, kosa lenu linapokuja. Hmm. Kosa lenu mkitaka, sawa mkitaka acheni, lakini ukweli unakuja hapo kwamba unadhani yule binti ndio wajibu wake kuonesha utii, kumbe wewe mke ndio wajibu wako kuonesha utii, na huo utii unabidi uoneshe hata kama hujapewa chochote. Yeah. Kwa sababu utii ni amri ya Mwenyezi Mungu kama mwanamke kumtii mumewe. Kwenye Biblia iko hivyo, kwenye Qurani iko hivyo imeandikwa. Twende upande wa pili. mm -hmm. Mwanamume anapaswa ampende mkewe mm -hmm. weza yule mkewe ni kilema, ana matatizo, anaumwa, yupo kitandani, anaweza kumpa huduma zote hawezi, mwanamume anapaswa ampende na hakuna wanume, mimi sikupendi, kwasababuno hamna objection, hakuna enye yeah, kumpenda wanbas kama ilivyo. Hakuna excuse kwenye kumpenda mwanamke pia hakuna excuse kwenye kumtii mwanamume, lazima ibakie hivyo kwanza. Sao, sao. Kwa sababu ukisema mimi ntamtii kwa sababu mwezi huu mahuduma zimekuwa vizuri mwezi huu kafukuzwa kazi, hawezi kunihudumia, simtii tena. Unamtaka na yeye aseme ninakupenda kwa sababu, sasa hivi umenenepa, sasa hivi umekonda, sikupendi tena. Utapenda hivyo? Hmm. Kwa hiyo tukubaliane kwamba utii ni wajibu wako wedha anaweza kuhudumia au hawezi. Lakini yeye pia mapenzi ni wajibu wake kukupenda, wedha una hali gani au una hali gani anapaswa akupende tu. Na hii nazungumzia kwa wanaume. Uliza swali moja, kwa nini unawezaje kwa muda wanawake hmm, hmm, hmm. Unapaswa uweze kumpenda mwanamke mpaka ajue kwamba kweli anapendwa. Na hii ndio changamoto iliyopo. Wow. Unapomtii mwanamume inapaswa yeye alione mpaka aweze kusimulia kwamba kwa kweli mke wangu ana mapungufu yake milioni moja ila kwenye kunitii mm, siwezi kutia neno. Unajua Dokta Mwaka, nakusikiliza vizuri kwa sababu wanawake wengi utii tumeona kama ni utumwa. Na mwanamume sasa imekuja hivyo hivyo kwamba kukuonyesha anakupenda sana pia imekuwa ni utumwa sasa, hmm. Nani atibu upande wake? Pande zote lazima zikubali kutibiwa Mwanamume aone kwamba mimi kumuonesha mke wangu nampenda ni fahari, sio ujinga. Na mwanamke aoneshe mimi kumtii mume wangu ni fahari, ndio wanawake wangu, huo sio ujinga. Mfano, sasa hivi nimepigiwa simu na mke wangu, nilimwambia nitatoka, nitaenda kwenye kipindi mm, mm. Bahati mbaya wakati naingia, sikumwambia, kanipigia, nilimkatia simu nimepiga selfie nimemtumia halafu nimemwambia nipo kwenye kipindi, ndo ile selfie oh. Kuna mwingine anasema eh, eh, mm. mm, we, mimi mwanaume siwezi, kwani nikimwambia tu hawezi kuelewa? Sio naeleweka mpaka nimtumie na selfie? Sawa wewe, unaona huo ndio ujanja, kaa na ujanja wako, sawa sawa. Mimi huu ambao naona ni ufara, acha nibaki na ufara wangu, lakini huu ndo unaofanya mimi najenga. Acha ongeza tu, kwa kweli. Kwa hiyo shida inakuja hii sasa <laughs> kama nilivyozungumza mwanzoni, mm. Mwanamume yeye ukimtii yeye anajua ulishampenda mm. Kwa mwanamke ufanye nini ajua umempenda? Hapo ndiyo kwenye shida, kwa sababu mwanamke ana tafsiri pana sana ya kupendwa, kitu ambacho hakuna mwanaume anaweza kutekeleza yote ambayo mwanamke anajua ni upendo. Hmm. Mwanamke ukimnunulia nguo nzuri yeye anajua ndio upendo, na usipomnunulia humpendi. yeah. Mwanamke usipomsifia kapendeza anajua humpendi, ukimsifia ndio upendo hmm. Mwanamke ukimpenda ndugu yake ndio upendo, usipompenda humpendi. Mwanamke ukimruhusu aende kwa mashoga zake unampenda, ukimkataza humpendi. yeah. yaani, yeah, vitu vingi, vingi, vingi, vingi, yeah, right. Vingi vyote yeye anajua ndio upendo, na kikosa kimoja anajua humpendi. yeah. Kwa hiyo hapo ndio tunasema wanawake wanakuwa nipasua vichwa, kwa sababu mm, nifanye nini zaidi? Nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki, lakini bado atosheki. No kakangu, wanawake waliumbwa wasitosheke. Wangeumbwa wanatosheka, mm, sisi wanaume tusingeenda mbio kama tunavyoenda sasa. Siku nyingi tulizungumza, tena leo